Wagombea. Hiyo taarifa ilitoka kwenye vyombo vyetu vya habari, alisema tuache kubeba nini, wagombea. Alikuwa kwenye mkutano mkuu, mbunge anasoma utekelezaji wa nini wa ilani. Sasa kuna mtu anaweza akasemaje, labda mimi naweza nikasema jambo hapo, akasema labda JRG labda amenipa shilingi elfu kumi yule, na maana mjumbe wa kamati kuu yule, mbunge alikuwa amemnunua, maana alikuwa anayasema yale yule kwanza ni mbunge wa CCM akiwa pale, lakini anasema kama kuna wajumbe wa kamati ya siasa wa ile ngazi husika, kama ni ya wilaya au kata, waache kubeba nini. Akasema tena, hii kauli naitoa nchi nzima. Leo tunaenda kwenye uchaguzi wa chama wa ndani, lakini tunapoenda kwenye uchaguzi wa chama wa ndani hatuwezi kusahau huyu aliyoyafanya diwani wa kata hapa zilisomwa bilioni kumi hivi. Bilioni kumi, kuna mtu anaijua kweli? Zamani bilioni kumi ilikuwa inakuja kwa mkoa hata mzima au mkoa miwili. Bilioni kumi inakuja kwenye kata moja, kwa sababu kuna lida, kuna kiongozi katika eneo lenu hapa. Piga makofi, si unaelewa vizuri? Kiongozi hiyo bilioni kumi diwani. Mimi huyu bwana namtolea mfano mimi nime, mimi nimezaliwa mkoa wa Kagera lakini sikupata bahati ya kuishi huko maisha yangu mengine, ya ujana wangu nimerudi nikiwa mzee wananirudisha nikiwa mzee. <laughs> Tuko kikaa huko, nasikia manispaa ya Bukoba, kelele kelele. Ilikuwa chini ya CCM lakini unasikia ke? kelele kila siku. Yaani hakuna mipango ya maendeleo ni kelele. Mkaondoa hizo kelele za wana CCM mkasema nyinyi ni washenzi. Yaani yani mimi Bukoba nyinyi. Mkaondoa zile kelele za wana CCM kuumana. Mkaushikiumanisha zaidi. Mkaweka Chadema mbunge Chadema, mea Chadema, mkakiumanisha zaidi. Yalifanyika maendeleo? Sijui mnaelewa vizuri. Sasa mkasema hapana. Sasa kiliumana huko, kikaumana zaidi. Acha tuende kwenye maendeleo, mkamweka kieraji mea na madiwani wake wa manispaa wote, lakini mkamwekea mbunge ambaye ana nzao la hili eneo siiem penda zaidi kwa na ninachokihubiri zaidi mimi napenda usikivu na cheni ya maendeleo kati ya mbunge wa jimbo na mea wa manispa ya Bukoba. <laughs> Imekuwa ni miaka mitano ya mipango ya maendeleo, leo ndo hapa, miaka mitano ndo wanajenga hilo soko la Bukoba na waya wamwitu menyoosha. <laughs> Watu wametoka wenyewe, piga <laughs> <laughs> makofi kwa mea hivi tu ulikuwa naenda pale na zuru naangalia, unaona watu wanafanya nini, wanaondoa mwenyewe mbao nini bila hata kaini kuja kugonga, umeona. <laughs> vizuri tukatoa wenyewe, lakini ile miaka mingine hela zilienda Mwanza. Sasa hivi lile soko la Mwanza disha stendi ya Nyegezi imeshafanya nini, ilikuwa hela ya kukopa. Leo wapo watu wa hivi, lakini watu wanaanzisha harakati za kuwaondoa watu wa hivi. Lazima tumesema ukweli, chama kina demokrasia Utafika wakati chama kitafanya demo so <volumes Bisimension> lakini, hiyo demokrasia kuna watu unawaona kwamba hii ndio direction ndio dira ya kukopa. Unatemaje bigiji kwa karanga mbili za kuonjeshwa? <illion> <kho> <im> ssemoya <calculus> yaani, mtu anakuja hapa, mtu anatafuta hela, anakuonyesha karanga hizi, bigiji ni shilingi <sinorich> mia <calculus> mbili, zile kubwa karanga hii unatafuna, inaisha, lakini bigizi ile tamu na utamwaga haijaisha, unaitupa kwa sababu ya karanga ya kuonjeshwa. CCM oyee! CCM oyee! maendeleo alisema Dr Bashiru. Dr Bashiru ndio mwalimu wa siasa kwenye vyuo vikuu kipindi cha Magufuli. Sasa alikuwa kule akamtoa, alisema hivi akiwa katibu mkuu wa CCM, akasema maendeleo hayaji kwa kubadilisha kiongozi, kwa kuvua shati leo kama kijani ukavaa suti sijui mnakumbuka? Yani wa Tanzania, sisi atukumbuki matukio. Anasema akiwa katibu mkuu wa CCM taifa, mkurugenzi wa uchaguzi nchi nzima wa chama, maendeleo hayaji kwa kubadilisha kiongozi kama shati au suruali. Ukiona i huyu kiongozi huyu amini ah, kwamba ni kiongozi, alafu kiongozi Mungu ndo anamteua. Nabii analetwa kwa wakati wowote, kwa muda wowote Mchana jua msiku nini, analetwa nabii. Unaweza ukazuia huku nabii ukamzuia, lakini Mungu sijui unaelewa vizuri mama sema, sijui ni, Musa ni nani? Waliposema mama yake akamzaa, sijui kwenye zizi, baadaye Farao anataka kuua huyo mtoto wa kiume, weka kwenye nini, kwenye mto, akaweka mle mtoto huu, akwenda kulelewa kwa adui. Sijui unaelewa vizuri yani, yule ambaye alikuwa anataka kumuua, lakini alienda kulelewa kwa nani? Kwa adui akakuwa akapambana naye akamwondoa. Sasa wewe unapata kiongozi atakuwa bado na mtazamo wa kwenda yani, wewe kama mimi ni kiongozi kama katibu wa wazazi leo niende na ubili eti mtiania wa ubunge hata wa udiwani, lakini najua kata hii ina kiongozi, ili jimbo lina nani, nitakuwa ni katibu wa ajabu. Mi siwezi kupiga ramuli mimi, sio mganga wa nini, siwezi kuacha huyu naona kwamba huyu ameshafanya moja mbili tatu la maendeleo Nikaanza kubashiri kubeti, kwani ishi maisha ya kubeti? Umelea vizuri CCM, kiongozi kama anafanya vizuri, kama tuna mstaikimea tuna mheshimia viabato, kijana msikivu. Hivi nakuuliza kitu kimoja, hivi viabato, watu wa mjini Bukoba, ni kipi hajawafanyia? Ni kipi mambo yote alishindikana hapa miaka mitano watu, watu, watu wanajaji, alipitaje

Lakini mshindi wa kura wanaosema mtu alishinda kura nyingi kinakuwa ni kigezo, na kwaona viongozi wanatoa povu. Alipata kura 116 hakufika hata nusu ya wale wajumbe. Kuna wana CCM 200 na point walimkataa, au unasemaje? Kwamba yule alipata kura nyingi, ni kile mapofu wa kweli. Kura umezitafuta miaka mitano, je, usingetafuta miaka mitano ukaibuka leo, umepata kura ngapi? Hayo ukoba hii wa kuwaeleza ni, ni, ni, ni, ni, ni. Wa ni mimi katibu wa wazazi Mungu wa <laughs> mimi, alichojiumba unalewa vizuri. Mimi ni Muislamu kuzaliwa alhai, mimi babu yangu anaitwa alhai Muhammad, unalewa vizuri babangu, mimi amekuwa mwalimu wa madarasa naenda kuanza kwa umwani mimi, nimeshamaliza Qur'an umeelewa vizuri katika kitu nachochukia duniani umeelewa vizuri kuhusishana swala la uchaguzi wa CCM au na serikali kwambia huyu sijui kama alivyosema mjumbe mmoja sijui wa, wa Kierwa sijui wamiseni Miseni sijui wa wapi wa Mgembe sijui wa wapi, tunamchagua mtu kwa uwezo wake, tunamchagua mtu kwa uwezo wow. Lakini wameenda mbali zaidi, alikuwa hapo nani Isagawa, katibu wa organization wa uchaguzi wa CCM akitokea Zanzibar, umeona vizuri kwenye baraza la wazazi ya Arusha alisema hivi, CCM tutaenda kuteua kada ama makada wa CCM kwenye ngazi ya ubungu, sifa ya kwanza wananchi wamfahamu. Sifa ya kwanza fanya nini, lakini sifa ya pili awe na uwezo wa kuweza kushawishi wananchi kumpigia kura Daktari Samia Suluhu Hassan. Sijui unaelewa vizuri. Sifa hizo kungapi? Mbili, mbili. Sasa wewe nikuulize kwa huyo mjumbe wako huyo anayetoa 10,000, wananchi wanamjua wanajua anatumana na watu. Kwa kwa huyo mgombea wako huyo. Yaani kuna mgombea wajumbe sisi ndio tunamjua. Sijui unaelewa vizuri. Wajumbe ndio wanafanya nini? Wanamjua wajumbe, wananchi hawamjui. Umeelewa vizuri? Nikwambie kitu kibovu? Kata hii huyu wanamjua wamjui. Anaweza kumwambia rais kura hawezi <laughs> jimbo hili hilihvyabako wananchi wanamjua, wamjua, anaweza kumwambia rais au hapana. Hata kama mawaza kwamba atoteuliwa, wakwako ndio anayoteuliwa haya. Mtu amekuwa mbunge, amekuwa amekuwa naibu naibu nini, waziri, umeona vizuri, Afrika Mashariki na mambo ya nchi hivi, kamati kuu pale hawajui hata uwezo wake etu washinde kumteua, halmashauri kuu ya mkoa ishinde kumteua mtu ni mstahikimee, unakuwa unajichelewesha, unajipa madonda ya tumbo na kupandisha sukari. <laughs> <laughs> <laughs> <Balimu>. isiemoyo <laughs> akiaa lingine, mimi na viongozi hapa, umeona vizuri, mimi ni katibu wa wazazi au katibu wa yoyote, unaendaje kutafuta mgombea? Acha mgombea wao wajipange wao, watakuja <speaking up> chama kitafanya nini? kitawashindishanisha chama ja kitawaweka kwenye kukufanya nini mapambano, lakini wakiongozi siwe sehemu ya kutafuta nini wagombea. Tuache hizo fitina, tupendane. CCM oye, CCM safi, tumeona vizuri eh? Eh, tupendane, watu wa kukopa, tukipende chama chetu, tusikitafutie mashimo chama chetu. Tusitafutie mashimo chama moye. kwa hiyo mimi niwaombe hii ni ma... ni nini ni semina tunapeana ili tujue kesho tunakoelekea tufanyeje. Umeona vizuri? Leo huyu hapa ni katibu. Si unamuona hapa ni katibu wetu wa kata. Ndio mkurugenzi wa uchaguzi, hawezi kusema kwamba mimi nitatoa fomu tu ya meya tu, mtu mwingine hataki nisoe fomu, si unaona vizuri? Hata ukifika ni mkurugenzi wa uchaguzi, meya atajigeuza, atakuwa mgombea, lakini nimepanda kauli, pamoja na kuwa mgombea, lakini ni diwani, sijui meelea alichokuwa anamaanisha. Eh hey, katika speech yake ni mgombea lakini ni nani? Eh hey, sisi emoe hey, eh. Sasa sisi tunahitaji hivyo, huyu bwana tumshikilie kama mama hivi. Unajua mtu kuteuliwa na kamati kuu sio jambo la mchezo, sio jambo la mchezo. Mimi mwenyewe nateuliwa na kamati kuu, mimi kuja Bukoba kuja wapi, nateuliwa na nini? Sekretari ya taifa inapeleka majina ya kamati kuu kwamba wewe utadumu kwenye nafasi yako kama wazazi. Umeona vizuri? Kwa hiyo mimi ni waombeni sana. Tushikilie tulicho nacho. Umeona vizuri? Swala lingine, kuna madalali wa siasa. Tena wako chini kule mjini kule. Madalali wa nini? Kuna kata moja ni maarufu kweli. Nilienda ile fanya ziara na wenzangu pale. Tulipigiwa chama la macho atujui. Tukakuta roshara ingizo mkenge. Mara mjamaa mmoja yumo humo sijui kitu gani. Kata moja ni maarufu. Kila mgombea sijui nini anatokea kata ile. Na, na dalali anatokea nini? Sasa tuwachunge madalali makanja, nja isikutoe fahamu, isikutoe nini wow. Usilambe asali. Ukasahau hivi. Kwa nini tumpoteze drg Gibson? Sisi wazazi huwa tunaamini kuwa chama cha mapinduzi ndio maana, na mimi leo nathubutu na mimi kuamini kwamba huyu Gibson bado ni diwani wow. Naamini mimi leo kwamba Biabato bado ni nani, ni Biabato. Wakina Mwijaga, Mwijaga ana miura mingapi bungeni? Kama mine, yeah. Pia Bato ndo amenusha bungeni tu miaka mitano, unatafakari nini? Yani muone Mungu analiko wa ajabu, yani unapokuambia kwamba kiongoza anacheuliwa na Mungu. Pia Bato anaenda kuingia bungeni na na, na imani kwamba hajawe kuingia hata kati bungeni, aliingia bungeni akiwa mbunge, umeelewa vizuri. Anaingia bungeni anaapa kuwa mbunge, kesho anaapa kuwa naibu wa nini, kwa sisi acha uweze kupoteza kitu wa namna hiyo. Uongozi ni tunu, ni Mungu anapanga. Sisi wanadamu tunakuwa wasibabi wasibabishi, sisi ni oye. Kwa hiyo ni waombe watu hasi, niombe sana jumuiya yangu ya wazazi, umeelewa vizuri. Tusiparaganike, tusichanganywe na madalali kanjanja wa siasa. Aje amempamba mtu ambaye wewe msikilize baadaye akupe he kama ni elfu kumi lakini ja elfu kumi siku hizi nyama elfu kumi na mbili kumi na nne <laughs> tumwambia aongezeko elfu mbili CCM <laughs> <laughs> oyee CCM oyee! <laughs> Hey, kwa hiyo niwaombeni sana, niwaombe sana, ni sana niwasihi jumuiya yangu ya wazazi, kama kuna viongozi wetu wa chama, kamati zetu za siasa za kata na, na matawi, tuwe makini kipindi hiki, tuhakikishe uchaguzi wa chama wa ndani hawengi kututengenezea mpasuko, tubaki friendly marafiki tukikutana katibu wa wazazi poa tu, umeelewa vizuri. Mimi siri kwa mea mea alikuishi biabat kuishi mama Samia analipa mshahara mpigie, umeelewa vizuri. Wewe baki na msimamo wako, lakini hicho utakachokipokea sikikupumbaze kikakuwekea nini upofu. Mwisho kabisa, tunaenda kwenye uchaguzi wa ndani ya chama. Kila mwana CCM ana haki ya kugombea nafasi ana haki ya kuchaguliwa. Tumeona vizuri eh, uwe kijana uwe, uwe mama.